Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Kwa majina, anaitwa Abdul Msofe, ni kocha mkuu na mkurugenzi wa taasisi ya The Leopard Sports Academy and Education Center. Aa, kwa sasa baada ya msimu kumalizika na hali ya hewa kuwa vizuri, kuwa ashwari, na hali ya viwanja vyetu kama vinavyojulikana, vinaendelea kuwa ashwari, tumeshamaliza ukarabati wa uwanja ule kufyeka na kuweka mazingira sawa baada ya hizi mvua. Kwa hiyo tunategemea mwanzoni mwezi unaofuata kuanza mazoezi rasmi na kuanza usajili rasmi kwa vijana wadogo kuanzia miaka mitano na kwenda mbele, kwa ajili ya kuanza programu maalum ya kutengeneza vipaji vya wa vijana wetu. Ah, ni kuhakikisha tunaendeleza vipaji vyao kuanzia wakiwa wadogo, kukuza na kuwaweka vizuri zaidi, ili wajitambue na wapende michezo zaidi. Sawa, na wazazi wanakusikiliza kwa sasa na kukutazama pia. Labda ni kipi cha kuambia hasa vinavyohitajika kama mtu anahitaji kumleta mwanaye kushiriki? Uh, kwa sasa ni kumleta kwanza apate usajili, ambapo katika usajili huo atapangiwa utaratibu wa kumwewezesha kijana wake. Kwa upande wa vifaa, sisi kama taasisi tuna vifaa kama mipira na vitu vidogo vidogo ambavyo tutabahatika kupata tutawapa vijana ambavyo hatuna mzazi mwenyewe ndio itabidi awajibike wa, lakini kwa upande wa uniform, mzazi atampatia mtoto kijana wake uniform seti moja ambayo itakuwa inavaliwa kwa siku maalum ambayo tutapanga pamoja na wazazi, lakini uniform nyingine watapewa na taasisi. Labda ni gharama gani sasa ambazo zinahitajika kuja nazo mzazi? Kwa sasa hivi hakuna gharama yoyote mpaka pale tutakapokaa vikao na wazazi wenyewe, wajiridhishe kwamba nini kinaendelea na mahitaji ya vijana wao ni nini. Gharama zitaendana na mahitaji ya vijana wao wenyewe. Kwa sasa viwanja ambavyo tunaenda kuvitumia ni viwanja vya sokoni Manundu. Uh, kwa utaratibu mwingine, unaweza ukapiga namba ya simu namba 0788 5554 54 au 0779 5552 55. Usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele. Usisahau kusubscribe, like, na kubonyeza alama ya kengele.